kwamba leo upande wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhimu, lakini siku ya leo kwa bahati mbaya, mshtakiwa takiwa mwenyekiti wa chama husu aiisa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba za sisi hapa mahakamani dai kwama asalam mahakamaniaaauko salama akusafiri mabasi anafanya kazi lakini upande wa mashtaka wamesema mahakamani ya akiusalamaweza mahakamani. Baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba utaeleza mahakama kwamba wenyewe wewe utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake tokea Songea taivinga takiwa aea waatoa yake sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa, awakkatafiri kuja Dar es Salaam kwenye kesi. Kwa hiyo na wao wawezi kujiandaa vizuri kuweza kuandaa mashahidi wao hawa wawezi kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wameomba ahirisho la wiki mbili, kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa kumi na moja a wiki mbili maana yake kumi na nne ingekuwa tarehe ishirini na nne au ishirini na tano ya mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu majaji Ndunguru, Kiwonde na Karayemaha, baada ya kukataa hilo ombi, wamesema kwamba hawakubaliana upande wa serikali wamesema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili, yaani ya leo na, na, na kesho kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ndo Tundu Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee. Na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe aje, upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake ee, dhidi ya mwenyekiti, maana yake kesi e, ya, ya msingi sana sasa. Kuyaona hayo bahati mbaya alijificha mwenyewe akuweza kuzungumza lakini tunaona kwamba mahakama imeweza kuwa angalau muda kidogo ambao unaonekana ni mzuri na kwamba siku hiyo tarehe kumi na mbili mwezi si, mw, wa kumi mw, mw, mw, mw, mw, mw, mw na moja ishirini na tano, basi kesi hii itaendelewa. Majari wa Mwenyezi Mungu, tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea wa uhaini ambao unasema dhidi ya mwenyekiti kama weza ku, ku, kuwekwa wazi, na kama sio uhaini, basi aweza kujulikana, mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuona ku, kwamba ile njia ya maahirisho ombi la maahirisho ya wiki mbili kwa kweli ilikuwa alimtendee haki ambaye hakuwa mahakamani, angekuwa upande ule wa angekuwa upande angekuwa hata kesi imeweza kuingia kimtandao, kwa kwamba naye ameweza kusikiliza, basi ingekuwa na furaha, lakini mahakama imeamua kusimama kwa msingi wa haki na kwa basi imetoa siku mbili ambazo kwamba wale mashahidi wa serikali kwanza, hivi sasa huko wote waliko, basi wao waje. Tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kupiga